Wakazi wanne wa jiji la Dar es Salaam wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kinondoni wakikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi yenye mashtaka sita ikiwemo kukwepa kodi ya ushuru wa forodha na kuisababishia mamlaka ya mapato Tanzania TRA hasara ya shilingi milioni 125.5. Mashitaka mengine ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu, kuchepusha mizigo kutoka kwenye njia iliyoidhinishwa, kutoa nyaraka ya uongo kuondoa rakili ya forodha, kuisababishia mamlaka hasara na kupatikana na mali au bidhaa ambazo hazijalipiwa ushuru wa, wa forodha. Katika hati ya mashitaka iliyosomwa mahakamani hapo na wakili wa serikali John Mwakifuna akisaidiana na wakili Auni Chilamula na Emmanuel Medalakani, imewataja washitakiwa kuwa ni Atanasi Msenye, Maria Saidi, Godfrey Chamali na Paul Kapi Haule mbele ya Hakimu Mkazi Mwandamizi Veneranda Kesoko, imedaiwa kuwa Februari 7, 2025 huko Mikocheni, Dar es Salaam, washitakiwa kwa pamoja walitoa tamko la uongo kwamba mzigo unaohusu vifaa mbalimbali vya magari ulikuwa ukisafirishwa kuelekea DR Kongo lakini wakauchepusha na kuuelekeza eneo la Mikocheni Dar es Salaam, hali ambayo ilisababishia ukwepaji wa kodi wa zaidi ya shilingi milioni 125.5. Kuhusiana na kesi hiyo, wakili Auni Chilamula anaeleza zaidi. Kesi ya leo inahusiana na watuhumiwa wanne ambao ni wakala wa Foroza mtumiwa namba moja Atanas William pamoja na mtumiwa wa pili ambaye ni Maria Musa Saidi, ila pia kesi inahusisha uh, transporter anayefahamika kwa majina ya Polycap ya Lois pamoja na dereva anajulikana kwa majina ya Godplay Tofil. Watumiwa wao wanne kwa pamoja wanashitakiwa kwa makosa sita, likiwemo kosa la ukwepaji kodi kwa njia ya udanganyifu. Uh, kinyume na kifungu cha 203 hii cha sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kosa la pili ni kuchepusha mzigo kutoka kwenye njia, yani designated transit route kinyume na kifungu, kinyume na kanuni ya 104 ya kanuni ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kosa la tatu ni kutumia nyaraka za uongo kinyume na kifungu cha 203B cha sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yani East African Community Customs Management Act ya 2004. Kosa la nne ni, kosa la nne ni kuondoa custom seal au nakili ya kiforodha kinyume na kifungu cha 205 cha sheria ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kosa la tano ni kuisababishia hasara mamlaka kinyume na aya ya kumi jedwali la kwanza ikisoma kwa pamoja na kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha 60 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uhujumu uchumi, na kosa la mwisho ni kukutwa na mzigo ambao haujafuata taratibu za kiforoza kinyume na kifungu cha 146 cha sheria ya forodha, yani Custom Management and Tariff Act. Washtakiwa leo walisomewa mashtaka yao mbele ya mahakama hii ya hakimu mkazi Kivukoni iliyopo Kinondoni na hawakuruhusiwa kujibu tuhuma au mashtaka ambao wanawakabili, kwa sababu kosa la tano na kosa la sita ni makosa ya uhujumu uchumi. Hivyo basi shauri hili limeahirishwa na litakuja tena kwa ajili ya kutajwa tarehe ishirini na nne mwezi wa tatu, na hali ya upelelezi ni bado inaendelea.